Wakizungumza katika hafla ya kuchangisha fedha kwa ajili ya kusaidia zaidi ya vikundi hamsini vya kina mama katika shule ya msingi ya Lukusi wadi DNDVC eneo bunge la Webuye Mashariki, wabunge hao wakiongozwa na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula walisisitiza kuwa sheria lazima itekelezwe ipasavyo dhidi ya wahusika. My professional colleagues, Willy Mutunga, mwalimu wangu, na Maraga. You have been Chief Justices of the Republic of Kenya. You are expected to show an example of what a senior statesman and retired Chief Justice is. Munamshika mwanamke polisi anaanguka, munamkanyea kwa kichwa. Munamkanyea <laughs> <laughs> kwa kichwa mwanamke mama ya mtu. Polisi pia ni binadamu, bwana, polisi pia ni binadamu, amezaliwa na mwanamke, bwana. Wale planners, executors, financiers, wale walichoma lami, wale walichoma kotini, wale walichoma police station, wale walichoma kwa askari kwanza, lazima washikwe, wafungwe. Wa kambiti, wape jana, mbunge wa Kandui John Makali alisisitiza kuwa sheria ya maandamano inahitaji kufanyiwa marekebisho ili kulinda mali ya wananchi na serikali. Hoja iliyoungwa mkono na seneta wa Bungoma wa Fula wa Koli. Nataka kusema tukifika kule katika bunge, nataka sana tuweke sheria ya kuweza kugavan maneno ya maandamano, ili tuweze kuwa na masaa watu kuandamana. Mimi ninapeana hatari kwa wale ambao walikuwa na mkutano katika hoteli ya Dare kule Kabula, kwa wale walikuwa na mkutano katika bnb hapo Kandui, na wale ambao walikuwa wananunua mipini kupiga na kuvunja mali ya watu. Waswahili wanasema usione ni manyamaza, ukafikiria sijui. Aidha, gavana wa kaunti ya Bungoma Kenneth Lusaka alipongeza Rais William Ruto kwa kuteua Ben Waliaula kuwa kamanda wa jeshi la anga kutoka kaunti hiyo. Alieleza kuwa serikali imetenga zaidi ya shilingi milioni mia mbili kwa ajili ya kukamilisha ukarabati wa barabara ya Misihu ikielekea Brigidia. Ameapoint Bana Waliaula ambaye anatoka Bungoma hapa ya Kenya. Mtu wetu wa kwanza kuwa komanda wa Air Force wa kusimamia. <laughs> <laughs> Ya pili ni kuhakikisha kwamba hii barabara barabara tumejua imekuwa na kizungu mkuti hii ya Misifu kwenda Brigidia, upande wa kwenda kule Brigidia na itiri na sukuma, imebaki kilomita 4. Nimalize. baadhi ya maandamano haya yaligeuka kuwa ya vurugu huku kukiripotiwa uharibifu wa mali na mapambano kati ya waandamanaji na polisi. Nikiripotia mtazamo wa dira runinga ya Tandao, eneo bunge la Webuye Mashariki, kaunti ya Bungoma. Jina langu ni Faith Nanjala. <tipos>